Jina langu naitwa Jennifer Stanley Chiute, mimi ni Mgogo mtu wa Mvumi Mission. Lilikuwa ni kubwa sana, ilikuwa sio rahisi kwa sababu kulikuwa na siri kubwa ambayo watoto wanaokwenda kukeketwa au vijana, maanake kesi walikuwa wanatahiriwa, wanaume na wanawake, walikuwa wakitoka kule hawasemi siri ya jambo ambalo wamekutana nalo kule kwa hiyo wale ambao hawajui kama ni wanawake walikuwa wanaambiwa mnaenda kula asali, kwa hiyo walikuwa wanaandaliwa na pewa nguo mpya nzuri, wanajua wakienda kule kuna sherehe. Watoto wa kiume wanasema, mnaenda kula mkia kua kama mikia ya kondoo, basi wanajiandaa na njaa nzuri, lakini wakifika kule wanakutana na machungu makubwa sana. Kwa hiyo kwa sababu ya usiri ule, sasa sisi tulipoanza tukawa tunaanza kusema yale madhara mbele ya watu watu walituona kama tunawatukana kama tunataka kufanya kudharau, wakatutukana, wakatufukuza, wakataka kutupiga. Kwa hiyo tulirudi, tukakaa, tukafikiri tufanyeje ndipo tukasema tuanzishe masuala ya kuwauliza maswali wao wenyewe, wakikaa kwenye vikundi, tunawatenga wanaume peke yao, wanawake peke yao, na kila watu wawe wawazi, waseme hivyo vitu, na wanataka hatua gani ichukuliwe, wakiona kama kuna madhara na madhara yaliyotokea, wakitoa pia na shuhuda za mambo yaliyotokea ambayo ni madhara, sasa hatua gani ichukuliwe? Ndipo wakawa wanasema kwa uwazi, hawajui kwamba baadaye hili tutakuja kulileta kwenye kikundi kizima. Kwa hiyo wakayasema kwa uwazi, na ngariba wakiwemo, nani wale wa nani, wakunga wa jadi eh. Kwa hiyo walipomaliza sasa somo lao, wameshajibu sasa, ndipo tulikuja, wakaja kueleza kile kitu walichokuwa wamepata. Sasa tuko pamoja. Kwa hiyo wakaona aibu, wakawa wanaficha nyuso zao, hawakujua kwamba itakuwa hivyo, lakini tayari likawa wazi na wao wenyewe wakaweka sheria ya mambo jinsi ambavyo yanatakiwa yaendeshwe. Sisi tulikuwa ni watekelezaji wa yale waliotaka yaendeshwe. Kwa hiyo tuliunganisha jamii nzima, viongozi wa dini, viongozi wa mila na desturi wazee wa mila na desturi, eh? wa vijana wale, wasanii wa, wa, wa eh? waliotunga nyimbo na kufanya michezo, na hata mashuleni pia, tulipoanza kufundisha walikuwa wanatunga nyimbo zinazohusu yale madhara, na baadaye kwenye siku za kufunga shule au kufanya mahitimisho fulani au kwenye serikali ya kijiji kuna mkutano walikuwa wanaonyesha vile. Sasa ile siri ikaondoka kila mtu akafahamu, wadogo na wakubwa. Kwa hiyo jambo hili likaanza kupigwa vita na jamii nzima. Okay, ni kitu gani ambacho nyie mmekitengeneza cha kihistoria kwa serikali mpaka mkaonyesha na mkaonekana kama malkia wa nguvu leo kupambana na swala hili? Tulichokitengeneza ni ule uwezeshaji tuliofanya tulianzisha vikundi vya wawezeshaji vijijini eh, vikundi vya wawezeshaji vijijini vilikuwa na vijana wa kiume na vijana wa kike. Naona hapa huyu alikuwa bado mdogo, lakini baadaye tukaja kumfanya mratibu wa wilaya, na wao wote walikuwa bado vijana. Eh, kwa hiyo hawa wote walipopata ule yale yani mambo ambayo yanatokea kweli, walifanya kazi kwa pamoja kwa ushirikiano na kuhamasisha jamii. Wao wenyewe walikuwa wanaleta majibu, hata yakitokea mambo kule tunashtukia ameshaenda mahakamani. Eh, lakini sasa yakipelekwa hata kwenye jamii watu wakawa wanapendeleana, ndipo kule kijijini kiji, wakasema itungwe sheria, ndipo sheria ile tukaja kuileta. Kwanza tulihamasisha pia madiwani wilaya zote halmashauri zote tukahamasisha wabunge eh? Halafu ndipo tukasisitiza kwamba lazima sheria itungwe. Kwa hiyo hii sheria ya kutungwa ni sisi tulianzisha, lakini sio sisi wawezeshaji, ni wanajamii na kuona kwamba watoto wanaishi vizuri.